Kama mara ya mwisho yeah, ambayo naikumbuka tena ni kama yeah, kuna mtu alijifanya Diamond. Tunapanga kuwa nafikiri aidha kila weekend au tutaangalia itakuwaje. Nzuri, na nyinyi mnaweza mkatoa maoni yenu hapo. Tunataka tuwe tunapitia maswali ambayo yanapatikana kwenye comments, sindio? Uh, vile ambavyo mnakuwa mnaviuliza tutakuwa tunavitengea, kama ni weekend tutakuwa ni siku ya maswali ambayo yanapatikana kwenye comment za video mbalimbali ambazo mbali mbali mbali mbali tumeposti. Sawa, Dudubaya, twende kwenye uh, moja kati ya show ambayo ulitakiwa kuwepo, na kwa fununu za ambazo ulikuwa unanisimulia simulia off camera, ni kwamba kipigo kilitembea eh, Mwana Fa ambaye kwa sasa hivi yuko uh, serikalini alikuwa anatakiwa kupigika pale. <laughs> Nataka utuambie kuhusiana na hilo tukio, ilikuwaje? Nini kilitokea? Ilianzaje mpaka uh, uh, kipigo kinataka kumkuta mpaka polisi wakaingilia kati? Uh, inshu ilikuwa ni kwamba wakati mii nimetoa wimbo na kupenda tu ambao tumetoka kuongelea mm, ulihiti sana, ulitoka elfu mwaka elfu mbili na mbili mm. Kuli wika sana nchi nzima mpaka Kenya, Uganda uliiti sana japokuwa mm. nyimbo za hip -hop, Tanzania zilikuwa ziwezi kuiti Kenya na Uganda mm. Sababu Kenya na Uganda wao mziki wao wanaita mahewa. Mabiti ali ogopa DJs, kama unakumbuka ni nyimbo zao ni za kubanjuka tu. Ushanaelewa, Uganda the same unaona mabiti ya kina Chameleone wa kina nani, Kina Bebe Cool yani, Kenya na Uganda ni mziki wa kuchezeka, no hip -hop. Kwa mm. maana wasanii wa hip -hop, Tanzania hawezi kusurvive au kuiteka Kenya, Uganda au Rwanda, Burundi. Ushaelewa? Mm. So lakini wimbo nakupenda nafikiri kutokana na video yake na nini, wa Kenya walielewa. Mm. Sasa ilivyo wika sana hapa Tanzania mimi nikawa na show nyingi sana nchi nzima mkoa mm. kwa mkoa wilaya kwa wilaya ikafika hatua koo langu likawa linauma siwezi kuperform. So kuna promoter mmoja kuna ukumbi pale Mwanza, watu wa Mwanza wajua unaitwa Deluxe. Mm. Ni mwaya huyo promota akawa ananitaka mimi, kuna ukumbi kachukua wapi? Kachukua Kahama. Ana, anataka, ananitaka mimi kwenye show pamoja na Afande Sele. Mimi yule jamaa nikamkatalia. Siwezi kufanya show, yani mpango wangu hapa ni kupanda ndege na kurudi Dar nikapumzike kwanza hata mwezi nimwone ni daktari nijue shida nini? shida ni nini? hmm. Jamaa kawa nakoma bwana nini, nikaambia siwezi mi, koli nauma na hapo na, na, na, wakati unaendelea, tutaendelea po kwenye koli nauma. Uh, unamaanisha show ulikuwa unapiga tuseme Jumatatu mpaka Jumapili, is, <laughs> mpaka Jumapili au zilikuwaje? Show Jumanne mpaka Jumapili, yaani kupumzika Jumatatu. Kulikuwa na promota mmoja anaitwa ndo yule aliyemzungushaga mwezi aliemzungushaga Profesa Jay mwezi mzima mpaka akaumwa, Profesa Jay alishia kuongea interview. Yani promota ndo alikuwa promota mkubwa kanda ya ziwa yote, alikuwa na gari zake saundi ya wasanii, alikuwa na majenereta yani alikuwa full package o, jamaa anaitwa VSS Mwita na mpaka sasa hivi yupo hai, lakini alishaacha mambo ya promota. Ndo alikuwa na makumbi ya, ya wapi, wapi mm. So mimi nikawa nazunguka na yes. mm. So, sasa ndo ananitaka sasa, sasa. Kaambia mimi siwezi nikawa namchenga hapo, nimefikia Pileki Hotel. Akaondoka vile, ilivyofika tu mida ya kwenda airpoti nikachomoka na taksi nikafika airpoti nikacheki kila kitu wanasafiri, nikajua jamaa nimeshamwacha hapa, sijachukua mi yake ndani, sababu sawa jamaa huyu hapa, Deluxe Hotel ilikuwa ni klabu kubwa, kwa hiyo airpoti wanamjua, wanamfahamu vizuri. Dudu Baya kasha ikafika ikakaa kule kaja kwa jamaa bwana tukakaa kwenye sofa pale, kanibembeza, kanibembeleza bwana, mimi hela ya afandesele nimeshaongea naye, hii hapa, kaambia mimi nachukua hela ya afandesele, akaongea na afandesele, nikaongea na afandesele, mzigo wako ninao kwa hiyo utatoka Morogoro uje Dar es Salaam uchukue hela yako, poa poa. Wakati naongea hivyo jamaa kanibembeza kanibembeleza ikabidi ani, anipe helangu ya show alivyonipe hela ya show we kwa sababu bado kama wiki mbili hivi unaweza kawa umepona, itakuwa ume, umepona. Mm. Nikachukua ile hela ya kwangu na afande Sele kweli nikakwea pipa mpaka hapa Dar es Salaam nikafika homu na mgeni wangu wa kwanza, wakati nimefika homu ni Nazizi. Nazizi Necessary Noize wa Kenya ambaye ni ndugu yake na Jafarai. Mm. Shana kwa sababu Nazizi babake ndo mjomba wake na Jafarai Kitonyama. Kwa hiyo Nazizi akija Dar es Salaam anafikia Kitonyama, ambao ni kwa babake sasa Hmm. Ni nikamwambia, na kesi moja mbili tatu yako. Kaniambia usifanye cheki daktari, fanya matibabu kwanza, hela zipo tu. Nikamwambia poa, kwa sababu ni jembe langu kinoma. Afande Sele kaja, akaja na mke wake Mama Tunda, nikawapa hela wakaondoka. Baadaye mi nikaona sipone Nikampigia jamaa, si nikamwambia mimi siwezi kuja, chagua msanii yoyote unayemtaka nimpe hii pesa, aje na Afande Sele. Kweli jamaa huko na huko na huko, Mwana FA ana hit, ndo kula zikamwangukia nani, Mwana FA. Kweli Mwana FA mimi nikamwita, akaja akachukua nini ile pesa. Baada ya hapo, jamaa akaanza matangazo sasa, inasikika mikoa ni Radio 1. Na ITV mm. Koko na uko, jamaa, nika, nika shangaa, nasikiliza nasikiliza kipindi cha kipindi African Beat kile saa kumi na mbili mpaka saa tatu, yani tangazo hata mm. kuwepo Dubai Afande Seri Mwana FA. Kajuleza huyu jamaa vipi? <laughs> eh. mm. mm. mm. Elahako ni nimempa Mwana FA yote. Ila kawaweka wote watatu. Wote watatu. Nikampiga. Si mambo gani unaoleta? Sajifanya mwaya, unajuaga waya wanajifanyaga wana akili nyingi sana. Wewe niachie tu nikamwambia sikiliza, kitakachotokea utajijua mwenyewe. Lakini mimi nakuomba ufute jina langu. Walio walipa hela ni Afande Seri na Mwana FA. Kama yote wanajua sasa, tunaenda mtu tatu mm. Mm. Hey. Nyomi. Nyomi. Mm. Mwana FM mm. mm, wameshangiliwa, ni fresh kabisa. Sio kwamba eti wa mm. na wao wanahiti hapo. Wameshangiliwa fresh. Sadeka ya mwisho siwanamtaka yule watatu. <laughs> cha <laughs> eh? tuamtoa mm. Hawa wawili wamefanya vizuri ndio, lakini watatu iko wapi? mm. tutangazia wasanii watatu, watatu. Mwanangu chupa zilianza kuruka kuelekea kwa DJ mm. DJ Nduki mashine zikapigwa ukaanza mtiti, mwenye kuchukua viti vyupa huku na huku huku na huku, inabidi jamaa akajificha jikoni. DJ Nduki, Afande Sere naye katafuta chaka lake la kujificha. Mwanefe sasa, uzuri wa mwanefe polisi. Mm. Katika polisi walio kuwepo ni, kuna askari ni rafiki yake walisoma naye shule. Ndeka hapo na pona yake. Yes. Kwa <laughs> sababu, yani mle ndani ni mtiti. Kumechafuka. Kumechafuka. Hakuna mm. pa kutokea. Na unajua kwenye jambo kama ile, vibaka ndo wanapitiaga simu, wanapitia hiki, wanafanya hivi. Mm. Ah, mzee ndio ule askari na wenzake wakamgadi Mwana FA akawa salama. Baadaye ule promota akakamatwa baada ya polisi kutuliza na nini, akakamatwa akapelekwa ndani akalala ndani mpaka asubuhi, na akawa anaumwa anajialishia umo lockup kwa sababu ya ujinga aliyofanya. Kwa hiyo baadaye akaingia gharama ya kulipa kila kitu kwa mwenye ukumbi, ndio kilichokuja kutokea ambacho nakikumbuka kwenye sakata la, la Kahama. Sasa nilikwenda kuuliza hapo, wewe hujawahi kuwekwa kama walivyo wanavyowekaga wale matapeli anaweka dudubaya atakuepo, afu we ujui upo ukuta huko unaendelea na maisha yako, hizo zishatokea sana mm. Uh, lakini ilivyokuja kuanza swala la la, la la video na sio tu kuweka dudubaya atakuepo, afu hapo kuna watu walikuwa wanaenda kama kuna watu walishakula sana hela za midogi Mm. Emidogi, mm. Emidogi, wengi mno mikoani walishakula sana hela midogi ka Latifi naite mbidogi ana video hayuko kwenye, kwenye, kwenye magazeti. Sasa mimi sulangu, mimi sinakumba kipindi cha magazeti kila siku kwenye magazeti. Sasa ukijifanya dudu, basi utapigwa <laughs> ufe kwa kumbe zamani ilikuwa ni, ni, ni, ni rahisi zaidi ku watu kutapeli kwa sababu wasanii walikuwa wanaweza yeah, katua... Yaani, promota anatapeli na anakuchukua. Je, unajifanya Baraka The Prince na watu wanaja wanajua ni Baraka na, na unazimba nyimbo za Baraka kama kawaida. Sijui nisikiega nani, sijui simulia story. kuna issue nyingine alishawahi yeah. kwenda Sister P yeah. Sister P na, na mdogo wake wa kiume, namjua huyo mdogo wake yeah. wakaenda Bukoba, wapi wapi sasa, ule mdogo wake Sister Pia akajifanya Mbidogi. Sister Pia anajulikana na wimbo wake. kwa hiyo ikawa sasa Sister Pia na nani? ni Mbidogi. Promoter akapiga hela nao akapiga hela. kwa hiyo Sister Pia alikuwa anazunguka na mdogo wake akijifanya Mbidogi. Mbidogi alijua. kwa sababu hajui sasa Mbidogi unajua alikuwa kwanza Mbidogi anaita alikuwa kwenye magazeti. Mbidogi alikuwa sio mtu wa kuandikwa kwenye magazeti. tuongee tu ukweli. kwa hiyo hata image yake ile sura watu hawamjui. hamjui kwa hata magazeti sometimes sisi tulipokuwa tunaandikwa tuna, kila mara kwenye magazeti mbaya, inasaidia watu kuijua ile sura. Huko vijijini watu wanapigwa hela, wanapigwa hela. Kwa hiyo wengi mno wakwenda mikoa ni promoter anasema ni fulani kaje, alafu na ngoma yako inaiti watu, hujatoa video, hujaonekana kwenye magazeti? Ah, mtu anapiga mikoa hata 15, mzee, sababu mtu anakuwa ana, ana, kama mara ya mwisho ambao naikumbuka tena ni kama kuna mtu alijifanya Diamond. Eh, ukumbi unaitwa maka gani? <laughs> Kipindi Diamond sasa ndio anaanza kuiti, anaanza kuiti Diamond mwamba, akajitolea promoter sasa. Huyo promoter na kajamaa kalizunguka sana mikoa na kanavaa kama Diamond. <laughs> Na sura na mdomo kama Diamond eh, kama Diamond. ule ukumbi unaitwaje bwana? jina litakuwa jamaa maarufu sana sasa hivi. Umeona? Kama hiyo. Kama hiyo. <laughs> Sasa matangazo barabarani kote, Diamond anakuja, Diamond yupo, Diamond yupo na kale ka jamaa kanazunguka kweli huko, brother, nini kuvaa lile jeans na lile mnyororo jeupe lile, sherehe mnyororo, sasa unajua jamaa anapovaa, umevaa jeans na lile mnyororo limeshuka hivi, eh sherehe vile vile, mnaachia lile mkanda linashuka hivi, sio mimi na Sijui kuvaa mnyololo yeye vile vile, wasanii wengi wanamjua, ni maarufu jamaa kama mm. daima. Nichila ndo ana MC akanipigia simu bwana. Diamond yuko nani hapa? Yuko kama leo usiku. Hebu mm. tuambie eh? Ukweli nani akaniambia Diamond, oh, Diamond yuko hapa really at, mm. mm. wa mm. mm. mm. yuko, yuko kama ndo mimi nikapiga waya kule kwenye hela kule. kalipigwa kale kajamaa nusu la kafe na mwili vile vile kama Diamond wakati anaanza muziki. mziki da. Noma sana. Kwa hiyo ndio iliyotokea. Kwa hiyo maswala haya mm. unatoa ngoma bila video hit, mm. alafu ika hit alafu surakwatju watu wanapiga hela babu mikoani. Na hiyo watu wengi wamepiga sana hela kupitia wasanii, sababu na unajua mtu alikuwa ni audio tu, e, ni audio tu mtu anaweka CD pale anakuwa anaifuatilizia tu. Anasema zamani mlikuwa mnatoa sana audio kuliko. Audio yes. E kwa hiyo mbidogi kwa kwani Latifa video si Latifi imekuja afu ya istafika nzima Latifa alafu mbidogi hata <laughs> kwenye magazeti okay? hatokei sa wamepiga sana mikoani I swear da I swear to God wamepiga sa sana hela sawa, hmm. sa so ulikuwa e, um, unanisimulia simulia, kwa sababu umesema ulishawahi kuona kaa pamoja na Mwana FA na nini baada ya hiyo show alipokuja huku sasa sindo, kwa nani ni hadisia, ni nani ni nani kwa sababu mimi si siko kule <laughs> mimi niko <da. laughs> sindo akanihadisia wao sasa pamoja na wakina DJ Lami sawa <laughs> DJ Lami pamoja na, na, na MC Doctor. yani wale ndio wakongo wa burudani Kahama mpaka leo wapo, kwa hiyo show zote za Kahama ni lazima zipitie mikono kwao, na wao ndio ma MC mamc wa kutangaza na gari Kahama nzima <laughs> na wale wakitangaza na gari kama nzima, wanaamini huyu msanii yupo kwao. Ni watu walioiteka kama mpaka leo wapo, shanelo vizuri. Kwa hiyo sasa kwa na ndio wao walionipigia kweli, Diamond ndio huyu, kwa sababu ndio, Diamond ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kupiga show. Sasa wale wakataka wahakikishe kwangu mimi ni yeye kweli, mimi ndio nika nikacheka nikamwambia sio Diamond yuko da hapa, sio huyo. Sasa wakinalami sasa ndio wakaanza kuambia watu sio huyu, so sasa watu <laughs> Kikanuka, kikanuka ndio ilivyo ilivyokuwa. Vitu kama hivi sawa. so, um, kwa Mwana FA na afanda walivyokuja hapo eh, oh, wakaniadisia eh, mwanangu <laughs> <tumeponea. laughs> na ndo nikajua sasa kwamba kumbe aliyemwokoa Mwana FA hmm. ni askari polisi waliosoma naye shule ah, sababu akina lami kule hawajui kama ule askari alisoma na nani na Mwana FA. Kwa hiyo mimi kujua alisoma na Mwana FA ni, ni Mwana FA mwenyewe yes. Sawa, so, tumalizie hii basi ambayo umeigusia ume, ume, ume kidogo ya kumsaidia Mr. Blue. Ilikuwa Mwanza sijui. Ah, uh, ilikuwa Mwanza pale kwa sababu Mwanza kipindi elfu mbili na kumi kama sikosi kombe la dunia linacheza South Africa. Mm. Uh, mimi nilikuwa naenda sana Villa Park na Zekis. Mm. Kwa hiyo Mr. Blue akawa na na show Zekis. Nafikiri anakumbuka hiyo. Kapiga show, mimi sikwenda kuimba. Mimi nilikuwa hapo tu kuangalia. Sikwaza umeoga napenda nikiwa sehemu yoyote. Alafu wasanii wana show yao wao, napenda kuangalia wanafanya nini, na mimi nikifanya show napenda kujifunza. Kwa hiyo mimi nikaenda kuangalia show Mr. Blue, kakamua fresh na nini, kila kitu, watu walikuwa nyome. Baada ya pale, Mr. Blue ndo akaambiwa Dudu Baya yule pale amekaa, ndo Mr. Blue akaja. Vipi bro, poa poa, fresh fresh, tukakaa hapa. Nilikuwa hata niwahi hotelini, lakini ujamaa bado hajanimalizia mzigo wangu, ni, ni nani Promoter fulani. Yule oya, malizana na, na Mr. Blue hapo salio lake. Mm, pale pale aligea wasalio lake, lakini bila, bila mimi kufanya pale, jamaa ilikuwa ndio wajikate akalale aendelee na mitikasi anaingia mitini ndio. Kwa hiyo sio tu Mr. Blue, wasanii wengi sana mikoani mimi nimewasaidia sana pale ambapo hawajalipwa mm, kitu chao kwao nimeingilia sana kesi kama hizo, na ndio maana mimi nikisema kwamba wasanii hata kama niko mkoa fulani, alafu wamekuja kupiga show, akisikia mimi niko pale, huwaga wanaambia hata mapromota kwamba hiyo hoteli uliotuandalia sisi hatutaki kufikia tukalale, alipo nane alipolala Duduba mm, kwa sababu wanajua mezangu mimi inakuwa na amani, upendo na furaha, na ndio maana hata tukiwa kwenye tua kama Wasafi Festival nakuta Kwenye mezangu wasanii ndo wamezunguka kukaa na kupiga stori, kwa sababu mezangu mi sio ya ugomvi, sio ya kishetani, ni ya Mwenyezi Mungu, amani, upendo na furaha, kwa sababu hiyo lavu ninayo kwa wasanii. kwa hiyo hmm, wasanii wengi sana nimewatetea mikoani, siwezi kuwataja wote kupitia Duduba TV, lakini hmm, wanajua hicho kitu, sawa yeah. Sawa bwana, mtazamaji wa Duduba TV, kabla tujamaliza, tuna neno kuntu kutoka kwa Dudubaya mwenyewe, tupe moja. Mtazamaji wa Duduba TV, kama ulikuwa ujui kama wewe ni dreva wa gari mm. wabajaji, wa bodaboda au wa chombo chochote cha moto, ukiona mnyama yoyote anavuka barabara au ndege yoyote anavuka barabara, mfano bata, e, njiwa, kuku, njiwa mm. ambavyo unaweza ukavigonga, isiwepo kesi mm. ambayo itakugharimu mm. na inaweza ikakufunga jela mm. Wewe gonga hata ng'ombe, mwenye ng'ombe mtamalizana. Gonga kuku, gonga nini hmm, lakini usithubutu kugonga bata hmm. Ni kesi kubwa sana mahakamani, ukimgonga bata, kama ulikuwa ujui. Kwa sababu katika viumbe vyote hivi nimevitaja, hmm, bata huwa arudi livers <laughs> anaenda mbele tu, bata waga, anaenda mbele Mbuzi atageuza, kondoo atageuza, atageuza. Ng'ombe atageuza, kuku tena ndo anaweza karuka kupitia hata dirisha la mbele huyo <laughs> lakini bata yeye anaenda mbele. Kwa hiyo wewe ukimgonga bata, wee ndio mwenye makosa. Kwa hiyo inabidi usimame, ukimgonga bata, mwenye bata akikukomalia mahakamani, ni kesi nzito kwa bata, hawezi... akiwa anavuka lazima tu avuke, hawezi kurudi, hawezi kugeuka reverse bata, kama ilivyo kuku. Hmm. Na ndege wengine okay. Na wanyama wengine eh. Sio, umeelewa? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ukubwa dawa bwana. Sawa bwana. Mtazamaji wa Dudu Baya TV, nasema asante sana kwa wee ambaye umetutizama na umeenjoy nafikiri, lakini pia kwa wee ambaye una comment na kushare video zetu, unakuwa Uh, mtu bora zaidi. So mimi nasema asante sana, uh, nikukumbushe kusubscribe lakini pia kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. I go by the name JS behind the camera.